Na watu zaidi ya kumi na watano katika mtaa wa Bamburi mwisho kaunti ya Mombasa wanaugua ugonjwa ambao maafisa wa afya wameshindwa kuutambua hadi kufikia sasa. Wakazi hao wanalalamikia maumivu makali ya kichwa na magoti, vipele mwilini, miguu kufura na kisunzi pamoja na dalili nyingine. Maafisa wa Wizara ya Afya kaunti ya Mombasa wamechukua sampuli za damu kwa uchunguzi zaidi. Francis Mtalaki alitembea eneo hilo na hii hapa taarifa yake. Katika mtaa Bamburi mwisho, kaunti ya Mombasa, kila kitu kinaonekana kuwa shwari. Wakazi wanaendelea na shughuli zao, lakini katika boma hili mna mambo. Jinamizi la ugonjwa ambao haujulikani limevamia mtaa huu, watu zaidi ya 15 wa wakiambukizwa. Unaweza kaa tu usike kama goti linakuuma saa hizi, in the next 30 minutes wewe umekuwa mgonjwa, kichwa kinauma, mwili unauma, viungo Yaani mdomo uchungu huwezi, yani huwezi kudescribe wa umwana nini, lakini wewe utakuwa ni mgonjwa, uko chini kabisa. Na ugonjwa huo kama unaambukiza, kwa sababu sasa hivi mmoja akiwa mgonjwa, kesho mwingine amekuwa mgonjwa. Botokavo kanishika mimi mwenyewe, pia nikashika na hiyo hiyo homa, hivyo hivyo ku mwana mwili, kichwa kuniuma, kisunzi, miguu kufura na kujikuna. Kwa wiki tatu sasa, wakazi wamekuwa wakitaabika na kuangaika kutokana na maambukizi makali. Walioathirika wanasema kuwa watoto ndio wanaataabika zaidi. Nikaenda hospitali nikapimwa damu, nikapatikana iko sawa. Daktari wakaniambia hawajui shida nini, wakaniandikia penkiles na kunywa maji nyingi. Ndiyo ina afekt watoto, watoto wamegonjeka sana. Tena watoto wakishikwa na hii ugonjwa wanakuwa na red eye, inakohoza na kujikuna na mwili kufanya rashes, na miguu kufura hiyo watu wale wote. Watu wamekuwa wagonjwa, watu wamefura miguu. Serikali ya kaunti ya Mombasa inasema imeshatuma sampuli kwa taasisi ya Kemri ili kutambua kiini cha ugonjwa huu. Watu wengi ni wagonjwa, kwa hivyo watu waambie, kama kuna dawa za kuweka kwa maji ya kunywa, kama kuna dawa za kuspray, tunaomba serikali itusaidie, lakini huu ugonjwa upo na watu ni wagonjwa. Watu wanagonjeka sana na ugonjwa huo auishi mapema. Wakazi wanaitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kukamilisha uchunguzi haraka, ili kutambua kutibu maradhi haya kabla ya mambo kutumbukia nyongo. Francis Mtelake, Ringa Citizen, Mombasa.